Waukaenga ana mburi bwana, sina mburi bwana kujilongela kitolondo zako South Africa. Wengine wapo uwanja wa ndege wa kimataifa Julius hey, Nyerere pale hey. Da, wewe uko Pemba nini? Gombani vipi? tokea juzi kuja Pemba? Hey, nilikuwa Zanzibar nimekuja Pemba. Pemba sasa, kwa nini hujaenda South Africa? Ah, sikwenda tu, wameenda wenzangu. Si nilienda Misri bwana. E, nimejipanga hela yangu ili nimalizie kwenda Moroko mm. Nikaona kuitupa kule nitaenda nini? Sio kwamba nilishindwa kwenda, ningeweza kwenda mm. Na hata huko Moroko ningeenda mm. E, Messi mzalamu wa Simba bwana, influencer mkubwa sana sishindwe kupata hela. Nani? Nani? Influencer mkubwa sana. Influencer. E. Mm, hiyo hiyo imenyoka eh? Hey, imenyoka. Kama rula. E. Ha, wana hongera sana Simba, mmetinga fainali Kombe la Shirikisho ya Afrika. Ndoto yetu hiyo, na ku, ku, kulileta kombe ndio inachotakiwa zaidi unaona. hmm. eh. Kabisa, Simba mnalileta Tanzania bila wasiwasi wasi, bila shaka, tuna timu nzuri, tuna kikosi cha ja vijana wenye kupambana na uzuri wake Simba. ya goli nne tano kufungwa goli nini ilishaisha, hakuna tena hiyo. Umeona Simba ya sasa hivi ni ya kwenda ugenini kwa bahati mbaya, labda mbili moja mbili bila, lakini huyo huyo wa mbili bila akija kwa Mkapa atakoma eh. Almasri wakati anatufunga kule Misri mbili bila alituona tunashangilia, walipata butwaa, hawa wanashangilia nini, kwa nini wanashangilia? Tukawaambia mtakuja kwa Mkapa nyumbani hapa kwenu tushamaliza ya kwenu mtakuja nyumbani, kweli wakaona kumbe walikuwa wanashangilia hichi ndo wakaona ichi. Pale kwamba mlungu uchibidu wakunai kunai kau ya pasi wa pasi akaenda kunai ah Mungu anageuka bwana eh yule aliyokuwa na mategemeo tena basi tusiokuwa na mategemeo tumekwenda ndio si hmm. Eh, aibu kubwa sana huko da ya poti. Ah usiseme, watu wamejaa pasi milioni, ndugu yangu, ukavaa kibwaya. Umeona? Eh, yukutu... Singa tunatembezwa namna hii. Siamini. Yaani timu inapokelewa hapa sauzi, yes, kwa bahati mbaya alikuwa na majukumu hajaenda. Deus kai, kai yeye kupokea, nimemwona kwenye mtandao nashanga, huyu hey, Deus vipi na yeye amekuja? Nikakaa naangalia familia kakaangu, baba moja, mama moja, Rashid Chiga katoroka kazini kaenda na yeye hapo. Ule umati nilouona, nikasema eh, hey, Simba wana jambo lao, na Simba jambo lao sio la kitoto. Sasa hapa naangalia siku ya tarehe ishirini na saba mm, tushaenda kule tumeshikilia bomba kama moja bila aukenda autu... kushikilia bomba kule, tunakwenda kupambana sana ugenini. Kupambana ni tabu, ndo maana watu wakija kwetu na sisi ni tabu. Na mashindano haya ya kimataifa, ugenini lazima upate tabu, labda ulikute timu limejichokea liko dhofu la hali mm. Na timu ulichokea tashiriki vipi michuano hii sasa? Hawezi kuwepo. Ndio maana nasema mara nyingi na hatua za mwanzo hizi za mwisho labda uingie vibaya. Ukiingia vibaya, ukipigwa 442 basi lazima uchutane 442 nayo ipo, maana watu wanabeba vyakula vyao wanabeba nini, e yes. Sasa Simba tushavuka huko, unakumbuka Simba tulopigwa goli una hmm. tano unakumbuka? Tulisafiri moja kwenda Al Ahali tukachezea tano tukarudi huku na AS Vita tukachezea tano Unakumbuka ile ile, mimi ilinitoa machozi na nilikaa nikaangalia sisi tunasajili vipi? Hebu tuangalie hawa wenzetu. AS Vita kaenda kule kadro mbili mbili, karudi kwake mbili mbili na Al Ahly lakini si tumefungwa, lakini Mkapa ndo imetutendea haki. Mwisho wa siku tunakuja hiyo. E, si Vita wakati huo bara, na sie ndo tulovunja golini. Nixon Lukongu kulia, alikuwa diji Mashabani miguu mibovu, kushoto Ng'onda Fred Muzinga migumu mbovu tena e, si miguu yake ilivyokuwa amna, amna. Akaja kucheza Yanga, umeona, kushoto Ng'onda Fred kama migovu panja wakawauzia pancha, walivyoona vile, kushoto Ngonda Fred Muzinga, namba nne makwekwe kupe, sentafu yeni kibanga la litembo, kasha zeeka kaletwa pale <laughs> namba sita Nixon Lukongo, nani wanasubiri pale kwenye mbao mkoko tonombe, namba saba Tuisila Kisinda, swala mzee, nani Tuisila Kisinda, si alikuwa tayari kasha zeeka swala mzee. Sasa akachukua mpira anakwenda huyo huyo nje, ndo pale nani, lakini alivyokuwa kule akipata, anaingia ndani kweli, Awendi namba nane Michael Wango namba tisa Jean Makusu Mundele namba kumi Fabrice Loamba Ngoma namba kumi na moja Kasengo Kazadi. Hatari yao kila mwaka robo finali robo finali nusu robo finali, wakibata bahati kila mwaka. Sasa hivi kajifia, lakini siendo tumeua ufalme lakini tulipita sasa, wakati ule wa kufungua nyingi ugenini, si hatumo shavuka sana kabisa. Tumekuwa timu kubwa. Rais wa heshima aliyokuwa kaenda, kwa rais wa heshima akatuachia timu inasajili wachezaji wengi, lakini unaona wachezaji, robo tatu ya wachezaji wana msimu ujao huwezi kuendelea nao. Sasa alivyorudi hapa akasema projekti yangu sijaimaliza, nilihitaji wana Simba na mimi nikiwa Simba iende kushindana na vilabu vikubwa kama Zamalek, Al Ahali na nani. Sasa hii wacha nirudi. Karudi kawa mwenyekiti wa bodi kafanya usajili, kakaa na watu tusajili huyu huyu huyu, kina Nabii Elia Mpanzu Kibisawala anakimbia na mpira. Mpanzu ni nabii. Hey, nabii si watu ndio anafanya ibada. Mchezaji ukiwa unacheza naye ukikaa naye lazima akuswalishe Yaani ni lazima utachutama tu. Eh, hey, lazima ku, kwa hiyo ina maana akaenda kusajili wachezaji wazuri wazuri, mwisho wa siku unaona tumepata kikosi kizuri, lakini tulichozingatia kingine umri, mm -hmm. hey, ukichukua kijana mdogo ana hali ya kupambana, lakini ukichukua mkubwa kashapata mafanikio hamna tena. Simba wachezaji wote wadogo, kuna mchezaji wengine wakubwa, lakini ni mmoja tu Fabrice Rwamba Ngoma, mimi hupenda kumwita jamberekete ya yaani, maana yake mtu mzima, akili nyingi, na safari yoyote bila mkubwa hufiki e, kwa sababu mkubwa ndo anasema tufanye hivi, bila wazee uhuni e, kwa hiyo yule, lakini wale wengine wote damu zinachemka wa, wana uwezo wa kutufanyia vitu vizuri kabisa e, kwa hiyo kosi letu zuri, tunahakika kabisa tunaenda kumletea Mama Samia kombe lake. Hapa kashatumia hela zake nyingi, inakuwa kama ubadhirifu yeye. yeah, anatoa kukupeni support ili mradi mpate kombe mlete, alafu unakwenda unatumia unatoka. yeah, ariziki mm. Mama Samia anatakiwa kufurahi na hii. Tunamwambia mama Samia aandae ndege ya mashabiki, aseme bwana hii ya mashabiki peke yake kwenda Moroko. mm. Sianga aliwagea hata robo fainali, aliwagea kwenda South Africa mashabiki. mm. Sasa atuge na mashabiki kwa wazamu yetu eh? Yeah, ya kwetu tujaona. Ah, kama kasema mashabiki. Sisi tumeona tu lazima sasa sisi ndo friend of Samia. mm -hmm. Eh, kwani wale kama hajawapa hawawezi wa, kwenda ah, mfano mama Samia hajatoa kitu mm. Si wanakwenda au tutasema Simba haijaenda, inafungiwa kesho haichezi, inaenda lakini our friend of Samia mashabiki wanaendaje? Kwa hiyo mama Samia lazima sasa atufute machozi, na sie wale aliwapa walienda Algeria boingi kubwa. Sasa aseme bwana, na hili la wanangu hawa wanaoni support kila siku, familia yangu, twende na sisi, na nahakika anatoa ana yeye, yeah, analitaka lile kombe kuweka heshima kwenye nchi yake, na aandike kitabu chake, wakati naiongoza Tanzania nikiwa mheshimiwa rais, basi nilichukua kikombe cha Afrika mara tatu au mara nne, mara moja ndo hii. Sasa mwakani tutaacha tunaenda kumletea na cha club bingwa, kama nao wengine mkokonokwa wataweza kujitahidi. Mkokonokwa mzaramo singunjungunju. Sasa kama mfano Samuel, wewe jana ulifurahi kimya kimya, huku unanungunika, umeona? <laughs> Nikisema mkokonokwa, mwangalie Simba alivyoweka standard kila mwaka robo fainali, mwaka robo mwaka robo sasa. Wao washakuja mpaka mwaka robo, wakaenda tena mwaka robo, mwaka kundi karudi alipotoka mkokonokwa. Azamu leo usisemi mkokonokwa, si akiingia tu chali eh. Yanga mzee kafika ka mpaka fainali kavaa medali. Sasa mimi sijavaa, mwaka tisini na tatu nimevaa, wamekataa. Na sisi tukasema haina shida, labda wengine mlikuwa bado watoto wa elfu mbili. Haina shida, tunaenda kuvaa tena. Je, nikishai leo uko hai na unaona macho yako simba anavaa medali, nishavaa sasa hivi na moja nitakupa wewe. Inshallah. Eh, e, nitamwambia nani, mjomba wangu Mohamed Hussein bwana, hiyo moja nipe nimpe. Je, nikishai naye avae shaba ah, e, uzuri bosi wangu anabaya. Ah, acha wewe anabaya. Mwanangu sana anabaya. Na hata sikia hii clip nitamtumia eh, moja akileta anipe mie, nikukabidhi wewe Kepteni Shaba medali moja Ata yangu baba yangu tajiri kabisa, medali moja yangu, tumemaliza kazi <muchasana> wewe. E, ili iwe kumbukumbu katika maisha yako sawa. Sasa hapa Pemba Mzaramo nimekuja si hii muungano, mm -hmm. Babu yangu walihusika muungano, babu yangu mzaa mama wote wapo, wamefariki. Sasa kwa nini nisishiriki mimi? Mtu wa mpira nipo nao, haipo nipo. Haya mashindano hayahitaji timu, haya hayahitaji. Unasherekea vipi muungano na ndugu zako? Mimi Pemba huku ni mtu wa watu mimi nipo huku, watu wengi wananipenda, wanasimba wenzangu mm. E, nakaa nao vizuri. Kuna matawi ya Simba hapo Wete yamekaa vizuri, kina Ameli kina Salum, umeona, kina Hamisi wako watu kibao hapa, umeona. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa hapa Wete niko kama nyumbani. Umeona, nikiwa Zanzibar niko nyumbani huku, nikija na gari napewa ya kutembelea. Sasa wewe unadhania wenzako sio mwenzangu? sikuwezi umeniacha mbali sana. Nikifika na gari napewa, natembelea watu wanashangaa. Hii huyu si Mzaramo wa Simba, imekuwaje? Wanashangaa huko watu wanashangaa, wanashanga wote. Hii Mzaramo huku vipi? Ndo udugu huo. Oh, udugu sio ile kusalimiana tu juu juu, wakati mwingine mnakutana wanahamu. nilikuwa niondoke kesho lakini wamenisema utatukosea, nilikuwa mm -hmm. niondoke kesho Jumanne mm -hmm. wamesema utatukosea akili mpaka fainali tarehe moja. Yeah. mm -hmm. ameri njoo mm -hmm. bwana wewe, umeshinikiza mimi nisiondoke kesho? Ndio. kwa nini nisiondoke? Kwa sababu kuna gemu kubwa ya, ya, ya Yanga kesho itachezwa. mm -hmm. na kuna mambo mengine ya, ya Yanga kwani kubwa ile? Sio anaje kama Bonanza kubwa, wewe hujaiona jana? Eh, eh, eh. Eh yeah. Yanga kubwa bwana, Azam FC umeona leo. Huko kumekuwa kuna mambo mengi, surprise imekuwa kutosha sana kwenye michuano hii. Singida katolewa siku ya kwanza. Azam umeona na leo nusu finali ya kwanza katolewa. Wana wanacheza mpira, hatari, wana wanapambana. Kwa hiyo ina maana ukija ukinyeka, ndio maana sisi tulivyobemba muungano wameona, kapata ubwete, sio ubwete. Tumepambana. Yanga kesho na Zimamoto. Azam tayari ameshatolewa leo, basi fainali tarehe moja, ntaondoka tarehe mbili, au unasemaje? Au niondoke kesho kutwa tarehe tatu? Tarehe mbili Simba anacheza na mashujaa pale ah, KMC okay. Okay. Nitakuwa jina langu la mzaramo wa Simba alileti maana, alafu nitakuja tena wakati mwingine, mm, kwa sababu lile kombe likija, mm, mimi nitauomba uongozi kule liletwe Pemba na Zanzibar. Kwa hiyo nitakuja na kombe tuna hadi tarehe 27. Kwanza saba kwanza 27 tarehe Ah na saba upo ha, kwepo, unakuja kuangalia fainali yeah, yeah, lakini huku Morocco atwendi, Mama Samia anatoa ndege ndege. Anatoa aje kutoa wewe we, anapenda wanawe yule. Ala, haula wala hata anapenda yeye mm. Anachotaka kiu yake lile kombe lije kwenye uongozi wake nani kaleta sasa yeye kashaga sentafu. Magufuli kaliomba kwelikweli, nitafurahi ujaona ile anaongea, nitafurahi kweli, lakini mpaka ameenda zake alijaletwa. Sasa yeye yupo ngoma, ishakuwa tayari kwenye sahani. hmm. eh? sahani. subiri, subiri fainali wenda yanga naye akacheza fainali hapa. wapi? okay, tayari ameshatinga fainali yanga anacheza na zimamoto anacheza na zima kesho. ukishinda tendegu tendegu vipi? <laughs> tendegu la kitanda. chukua wewe. Eh, Mzaramo ulichukua. Lakini sikuwa na maneno. <laughs> Eh, kila siku, <laughs> sio kwamba eh. Pa kuipata ile chai, chai ndio mtihani. Kibiriti wapi? Sukari wapi? Birika wapi? Hao wanakunywaga supu kabla hawajapata tendegu. Mwaka robo, mwaka robo wameitaka hakuna. Kwa hiyo hata hichi walikisimanga mm -hmm. Sasa hivi wanakitaka <laughs> e, ndo maisha yao kama ya ngedere gj ngedere kwa? Ya kwa jina <laughs> ndo maisha yao hayo, kama ngedere. Chai sio kwamba haitaki, kuipata ndo ina tabu. Acha tuone mambo atakavyokuwa. Inshallah mm -hmm. Tuonane kesho Inshallah. Aya.